Raisi wa zamani wa Marekani, Joe Biden amemshutumu Rais Donald Trump kuonyesha udhaifu mbele ya Russia katika mzozo wa Ukraini, akisema kauli ya Trump kwamba nukuu, Ukraini inaweza kukubali kupoteza baadhi ya maeneo kwa ajili ya amani ni sawa na kuwaridhisha madikteta wa kisasa ambao ni Russia, mwisho wa nukuu. Katika mahojiano na BBC Radio 4 Biden ambaye alikuwa rais wa Marekani wa chama cha Democratic amelifananisha pendekezo hilo na hatua ya waziri mkuu wa zamani wa Uingereza, Neville Chamberlain, aliyemridhisha Adolf Hitler katika miaka elfu moja mia tisa thelathini na kumruhusu kuingilia maeneo ya Ulaya. Nukuu, sielewi watu wanafikiri nini, tukiachia madikteta wachukue ardhi isiyo yao, je, hiyo itatosha? Sitambui kabisa hoja hiyo, amesema Biden akimlenga rais wa Russia, Vladimir Putini. Biden amesema alichukizwa na jinsi Trump alivyomshambulia rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky, wakati wa mkutano uliofanyika katika ofisi ya Oval ikulu ya Marekani mwezi Februari, mwaka huu. Pia alimshutumu Trump kwa kauli zake za kumtaka Marekani inunue ama ichukue maeneo kama Panama, Greenland na hata Canada. nukuu hii sio Marekani tunayojivunia sisi ni taifa la uhuru si la kunyang'anya, amesema Biden. Alipoulizwa iwapo demokrasia ipo katika tishio zaidi sasa kuliko wakati mwingine wowote tangu Vita Kuu ya Pili ya Dunia, Biden alijibu, nukuu, ndiyo, viongozi wa Ulaya wanajiuliza, je, bado wanaweza kuiamini Marekani? Biden ameongeza kuwa, sina matumaini makubwa kwa siku mia moja za kwanza za utawala wa Trump hakuna cha kusherehekewa hajafanya chochote cha kihistoria isipokuwa kuvuruga, mwisho wa nukuu. Biden amezungumzia pia kuhusu uamuzi wake wa kujiondoa kwenye uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na nne akisema niliondoka, wakati tulikuwa na mgombea imara, nisingeweza kuondoka mapema zaidi, kwani tulikuwa tunatimiza malengo yetu, mwisho wa nukuu. Ameendelea kwa kusema kuwa nilisema tangu mwanzo kuwa anajitayarisha kukabidhi kijiti cha kizazi kijacho lakini mambo yanabadilika haraka ilikuwa ni ngumu kuondoka, ameongeza. Wakati wa urais wake, Biden aliongoza juhudi za kuiunga mkono Ukraine kupambana dhidi ya uvamizi wa Russia, akiratibu misaada ya kijeshi na kifedha kutoka kwa washirika wa Ulaya. Katika miezi ya mwisho ya utawala wake, aliruhusu matumizi ya makombora ya masafa marefu dhidi ya Russia na kuidhinisha misaada wa mwisho kwa Ukraine. Chini ya utawala wake, Marekani ilitoa zaidi ya dola bilioni sitini na tano kusaidia Ukraine tangu vita ilipoanza elfu mbili na ishirini na mbili. Mahojiano haya yalifanyika sambamba na maadhimisho ya miaka themanini ya siku maarufu kama Victory in Europe Day ambayo ni siku ya kusherehekea ushindi dhidi ya Ujerumani ya kifashisti mnamo mwaka elfu moja mia tisa arobaini na tano. Biden pia anatarajiwa kuonekana kwenye kipindi cha The View cha runinga ya ABC siku ya Alhamisi akizungumzia masuala mbalimbali kuhusu utawala wake na waraisi wa sasa mapema mwezi uliopita alikosoa vikali hatua ya, ya serikali ya Trump kupunguza bajeti ya idara ya hifadhi ya jamii Social Security Administration akisema nuku, chini ya siku mia moja serikali hii mpya imeleta uharibifu mkubwa. Inashangaza sana jinsi mambo yanavyoweza kuharibika haraka hivyo, amesema Biden. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali kuhusu mzozo huu unaoendelea.